John Mlai, mli uh, mkurugenzi wa shirika lisilokuwa la kiserikali la GBM Tanzania. Shirika letu linahusika na mambo ya kilimo hususan kilimo hai. Hapa tunajali afya ya mlaji, tunazingatia vyakula ambavyo havina kemikali za sumu. Kwa hiyo katika karakana yetu hii tutakuonyesha baadhi ya vifaa na bidhaa ambazo tunatengeneza, zuri sana kwa ajili ya afya ya mlaji zuri kwa ajili ya binadamu, kwa ajili ya mashamba yetu, pia kwa ajili ya mifugo. Kama unavyoona, karakana yetu hii ina vitu vingi, vitu mbalimbali. Nitakuonyesha baadhi tu. Kwanza nianzie chini kabisa hapa. Hizi ndoo ambazo unaona zimefungwa bado ni ni ni, ni, ni bidhaa ambazo zinatengenezwa hazijaiva, ziko, ziko kiwandani hapa zinatengenezwa kwa jinsi ambavyo, zikiwa tayari tutazipeleka sasa kwa ajili ya walaji. Kwa mfano hapa unapo unapoona hapa unapoona katika ndoo hii hapa tunatengeneza calcium ambayo ni water soluble calcium. Water soluble calcium, ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya mimea; mimea yote inahitaji calcium na pia ni muhimu sana kwa ajili ya wa wafugaji. Tunatengeneza water soluble calcium nzuri sana. Baadaye tutaweza kuonyesha kwa undani, lakini pia tunatengeneza vitu mbalimbali. Hapa tunatengeneza uh, hii ni, ni, ni mbolea hii ni mbolea ya ya ya potassium ya potassium pamoja na phosphorus. Ni mbolea yenye phosphorus na yenye potassium, very organic, haina kemikali yoyote. Uh, kuna vitu vingi ambavyo ungependa kujua vinatengenezwaje hapa tuna tuna, brown rice vinegar, na, tuna brown rice vinegar na ungependa kujua hivi vitu vinatengenezwaje na vinafanya kazi gani? Ni umtubisho ya aina mbalimbali. Asante sana, fuatana na mimi katika somo linalofuata la GBM Tanzania. Hivi vitu vinatengenezwaje na vinafanya kazi gani? Ni umuhimu wake kwenye, kwenye shamba umuhimu wake kwenye afya zetu. Hayo masomo utayapata kwenye channel yetu ya, ya YouTube. Utayapata kwenye channel yetu ya YouTube, maana kule tunaelezea in details, tunaelezea kwa undani jinsi ya kutengeneza, umuhimu wake, matumizi yake, vipimo, tunaelezea.